Lakini siku za hivi karibuni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imejidhihirisha wazi kwamba baadhi ya viongozi wameingia katika dimbwi la wizi, ubadhirifu wa mali za umma na ukiukwaji wa maadili. Je, ni lini serikali itafanya mapitio ya sera, sheria na kubadilisha mifumo ili sasa wale wezi wote waweze kuchukuliwa hatua kali za kisheria na watakaobainika hivyo dhidi ya ukiukwaji wa maadili ya nchi hii. Asante Mheshimiwa. Serikali inaendelea kudhibiti vitendo vya wizi, kukosa uadilifu, kukosa uaminifu mahali pa kazi na watumishi wa sekta ya umma. Na serikali inafanya hilo bila kujali ngazi ya mtumishi huyo awe ni kiongozi wa ngazi ya juu, wakati hata wale watumishi wa kawaida. Ili mradi serikali imetoa dhamana ya kuwatumikia Watanzania, tunatarajia kila mtumishi atakuwa mwadilifu, atakuwa mwaminifu, lakini pia atakuwa mchapakazi. Serikali inaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya wale wote wanaokiuka, dhidi ya wale wote ambao hawatumii vizuri madaraka yao dhidi ya wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa popote pale nchini, na serikali imeendelea kuchukua hatua kadhaa kama ambavyo mheshimiwa mbunge ametaka kuona ni hatua gani zinachukuliwa. Kwanza, tunaendelea kutoa elimu kwa watumishi ya kwamba kila mtumishi anatakiwa kufuata maadili ya utumishi ikiwemo na uaminifu, uadilifu na uchapakazi, uchapakazi. Lakini mbili, serikali inaendelea kuboresha kwa kuunda, tumeshaunda taasisi ya utumishi wa umma e, taasisi ya maadili ya watumishi ambayo yenyewe inajiridhisha kila mtumishi anatangaza mali zake na kuendelea kufuatilia mara kwa mara mabadiliko ya mali hizo, ili tuone kama mali hizo amezipata kwa utumishi wake huo alionao. Lakini si hivyo tu, serikali imeendelea kuimarisha taasisi mbalimbali, ikiwemo na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambayo pia inafuatilia maeneo yote kwa watumishi wa umma, lakini pia hata raia wa kawaida lakini pia tunafanya mapitio ya lile jambo ambalo mheshimiwa mbunge amelisema la sera yetu na sheria kanuni, ili ziweze kuendana na mabadiliko ya wakati, na hii pia ili kuisaidia serikali kudhibiti tabia hii. Sasa serikali kupitia bunge hili, waheshimiwa wa bunge, siku zijazo mbili tatu zijazo, mtapitisha mswada wa kuanzisha divisheni ya mahakama ya mafisadi, ili kuweza kupambana nao kwa lengo kwa lengo la kudhibiti vitendo vya watumishi wa umma wenye tabia ya ku, ku, kuiba fedha mahali pa kazi, lakini wale wenye vitendo vya ufisadi, ili wote hao waweze kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo, kwa mbinu hizi, kwa njia hizi zote hizi, tutaweza kuwa na watumishi wa umma wenye maadili mema, watumishi wa umma wenye kutumia madaraka yao vizuri. Malengo yetu serikali ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanahudumiwa vizuri na Watanzania wawe na uhakika na watumishi walioko kwa kutekeleza wajibu wao Watanzania wote bila kuwa na vitendo ambavyo vinaweza ku, kupelekea kuathiri utendaji wa kila siku.